Uyu, kwa huyu kazungumza mengi ila mimi nawapa elimu. Sisi na ndo wafalme wa jango, jango ya Sekafa, sio jango ya Tanzania. Mnajua jango manake? Msitu manake. Wengine hawaelewi hii lugha, tuambie tu. Simba ndo wafalme wa jango. Sisi tulikuwa kundi moja na National Rally, tumeongoza Simeneelewa nation wakija Dar es Salaam mm, na misi tukienda Misri anapasuka au sare. Sasa tuambie waache kelele, sina maneno mengi ya kusema, waache kelele. Hata wakiwa na pwenti kumi, kama katika hatua inaofata ujaenda sawa sawa na pwenti zero. Kwa hiyo, Yanga zero, Simba zero, Azam zero, Singida zero. Kwa hiyo, ukichanganya 4 zero zinakuwa 4 hizo zero zero ya mwisho zote zero, yani 4 ya usiku yeah na ndo zero kabisa zero from zero zero zero hey. kwa sababu gani? Leo mimi nimeshangaa kitu kimoja hey. Wamechukua watoto wadogo maskini hawaelewi chochote hey. Mara mshiki alafati anacheza hata kichwani, na ndo mambo ya mganga hayo. Mpira uchezi kwenye mganga, sikio nakwambia mjomba, sisi na ndoto yetu aishi ligi, si wakati wafanya mambo vizuri mashindano ya kimataifa, ligi ilifika mpaka nafasi ya 4 uongo wa Tanzania, leo iko nafasi ya 6 kwa sababu gani? Watu wana mipango rais mm. wa vilabu anaosha vyombo leo imi, imi, mipango imemshinda mm. Leo wamecheza Waabeshi mm. wenyewe Waabeshi, kuna watu wajua Waabeshi manake wale Waarabu wale kama walokuwa Masaki kule yeah. ndo wamecheza leo mm. na si asili yetu sandalandi sandalandi mweusi <laughs> wale ndugu zetu <laughs> kwa hiyo tuwambie Yanga inna lillahi ya ilaihi. Nilikuwa yeah. ya yeah. zina presha, nilijua sababu si wenyewe Arabu, tulishakubaliana yeah. wale watoto walioenda kuwasomea dua leo wa, wa mm. kisomo wamefundishwa, wa mm. Waarabu kisomo, akizaliwa kiko kichwani wote sana na mtu kisomo <laughs> kichwani <laughs> Warabu...

meli ya magogo usiku Zanzibar ipo wapande, meli ya magogo saa kumi imetia nanga, kesho wakifika boti za asubuhi, tunaenda kuwapokea. Wakifika boti za asubuhi, tunaenda kuwapokea, wapande meli ya magogo wajina, kesho tunaenda kwenda kuwapokea, wapande meli ya magogo. Kuna baharia namba zake ninazo, wanitafute inbox, waje kimagendo. Afuzu nani? mwaka mwaka jana taka golilo

moja wewe mwandishi mweupe ni aibu. Miaka 39 ni aibu, angejifunza mengi kwanza. Sisi na ndo tumecheza nusu finali ya klabu bingwa kabla wengine wazazi waja tafuna karanga sawa. La pili nusu finali klabu la pili si ndo wa kwanza kucheza finali ya shirikisho tukacheza wow, ya ya tatu, ya, piri, ya, shirikisho. Tume tume ya tatu si ndo tumecheza finali nyumbani ya pili ya shirikisho kombe shirikishodunia izaliwe ya tatu, sisi ndo tumefanya vilabu vimeenda vinne. Zamani tukikaa kijiweni tunaambizana walabu wale waaual wanapendelewa kupeleka timu nne, kumbe kumbe, pointi bwana Simba ah. wana pointi 48 wao wana pointi 34 sasa zilabeaetu tukisha zitoa timu zinaenda mbili, na tunataka tutoe zile zote, ili tuende peke yetu, maana wengine watasikia aibu, peke yetu. Tususe. Sasa wengine watasikia aibu. Azam ana 9 0. Singida ana 7 0. Yule ana 8 0. Sasa kuna nini? Lakini Simba ana tano, yuko na tano yuko nafasi ya tano katika ubora. Uone kama siye wamba <laughs> wewe, siye wamba we. Ana Simba temeni kifua mbele. Injinia nani wewe, bwana ana shughuli kwa mchezaji anauza ana, ana senene angalia Libasa gay <laughs> <laughs> angalia ino senti aula, majina ya Kizungu yakilenwa angalia Liemba hao hmm. Watu hatari babu wewe nda kutucha mchezaji mpaka pige penalty hivi huh? Okelo okay, kaleta faida gani katika mechi karibia saba niambie wewe, moja ambaye kasajiliwa injinia kaamka kaoga kachukua nani sabuni ambuni, ka, gogea, am, am, lezi, ya mbuni ka ameenda kuogea amepaka ame, ameenda yapoti ni waandishi mmeenda, amechukua shi begi ameenda kule raisi wa nani wale Viper amempa jezi yule yule mtoto mweupe nani yule msemaji wao kavaa jezi ya Okelo. Wamekuja wa nao Zanzibar, mpaka leo kawasaidia nini baba? Hata amemtolea hadi nyimbo eti Okelo ka kasaidia nini Okelo? <laughs> ino Innocent Yaula, sikiliza yeah. Innocent Yaula, mchezaji ambaye kakaa nje miezi minne hajacheza vitu alivyovifanya astaghfirullah, mpaka Mwenyezi Mungu anaona vitu alivyofanya Aula uwanjani. Hata mwenyezi Mwenyezi Mungu anaona. Na ngoja ngoja, usikate kamera, mnaondoka mwandishi mweupe kamera. Kuna shabiki mmoja chawa eokatia hey. hadi kwenye boti hey. kasema Yanga isipofuzu anaogelea kwanza Zanzibar mpaka huku hey. na mnamjua, anaweza kuogelea na mnafanya nini? Mnamjua tunatoa ombi hey. ma Waka hey. hey. ya wakazi wa Zanzibar wale mashabiki wa Simba wakakae leo, asipande askata tiketi askata tiketi kesho akurudi, aogelee atumbukizwa kwenye boti ya magogo mchome, hey. mchome. mchome. mchome. Kwa Yanga, yeye ndio kasema kwamba Yanga isipofuzu ataogelea kwanza kule mpaka huku, wampige bloku yaani aogelee mpaka huku E, bwana Shebie, hey. cha muhimu wana Simba tujiandaye na mechi ya tarehe moja, akili mawazo kila kitu tujiandae. tarehe ngapi? Moja. tujiandae akili na mawazo tarehe ngapi? Moja. akili na mawazo tarehe ngapi? Moja. Akili na mawazo tarehe ngapi? Moja. aula atakuwepo atakuepo wetu wetu atakuepo Kibabage kama shebi wangu atakuepo wote. Wote wote. Anatoka uko na hasira. Safari awapo tunatoka wenyewe. Hakuna lolote, tukutane tarehe moja mwezi wa haki, waganga wote vibuyu wametufungia. Waganga <laughs> <laughs> <Wadenda> wote <laughs> <pibu laughs> <laughs> Ah ameaant <matule. laughs>